Watara mwenye umri wa miaka 83 wamepata ushindi wa kishindo wa asilimia 89.8 ya kura, huku mfanyabiashara Jean-Louis Billon akibuka wa pili kwa asilimia 3.09 pekee na kukubali kushindwa. Ushindi huo wa asilimia kubwa sio mshangao mkubwa, kwani baada ya kupigwa marufuku katika kinyang'anyiro cha urais, rais wa zamani Loro Bagbo na Tijane Thiam waliwataka wafuasi wao kususia uchaguzi huo. Aidha, mke wa zamani wa Bagbo Simione Bagbo ambaye aliruhusiwa kugombea uchaguzi alipata asilimia 2.42 ya kura. Idadi ya wapiga kura ilifikia asilimia 50.1 tu, kulingana na tume ya uchaguzi siku ya Jumapili. Kundi la upinzani linaloongozwa na rais wa zamani Bagbo lilishtumu uchaguzi huo kama mapinduzi ya kiraia, likisema kuwa hawatamtambua Ouattara kama kiongozi aliyechaguliwa kihalali. Ouattara alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2011 kufuatia kukamatwa kwa loro Bagbo baada ya kukataa kukubali kushindwa katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi.